Bwawa la umeme marehemu Magufuli aliacha asilimia thelathini. yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. Na nyinyi hivi bwawa lile limekamilika kwa asilimia mia. Na asilimia mia na ni bwawa gharama. Kuna wengine wanasema deni la taifa kwa nini limeongezeka? Wewe ungewatoza kodi kwa ghafla watu wote walipe tujenge lile bwawa wangejenga wangetoroka miji, si wao. <laughs> <in. laughs>